Kama kuna vitu vya kuachana navyo, kujikunguta navyo, usimuke navyo mwaka ujao, ujikungute. Ni semina kujikunguta kujinasua, kutoka kwa hiyo, chochote ambacho kimekutesa, kimekuumiza mwaka huu, ukuweza kufika kwenye malengo yako, shughulika nacho Desemba hii. Unapoingia Januari, unaingia ukiwa uko fresh. Mungu alipofunua hatima Yusufu kwamba Yusufu ni lango, aliposhirikisha kile ambacho Mungu amemsemesha ame kikainua vita. Kama kuna roho ya uharibifu imeachiliwa ime kwako, kwa, kwa matamko yawe ya kiibada au katika hali ya kawaida, inakufuatilia itahakikisha. Kuna wakati unaweza ukawa unainuliwa, neema ya Mungu inakuonekania, unakuja kwenye semina kama hizi, unafunguliwa, unainuliwa, baada ya muda inakurudisha kwa chini. Kuna baadhi ya matukio aliokuutana nayo yalikuwa ni magumu sana, lakini bado Mungu alisimama upande wako, kwa sababu kuna mahali Mungu anataka ufike bado.